Ma, ma, madiwani lakini kama wana Kigamboni pia, pamoja na neema ya mvua kuja mara nyingi, kwenye mazingira ya manispaa zetu hizi na kwa Dar es Salaam kwa ujumla, jiografia huwa ina tatizo lake. Mvua zikija zinakuwa na changamoto kubwa, tunakuwa na kero nyingi kwa wananchi, kutokana na kuwa eneo la Dar es Salaam sehemu kubwa linakuwa na kujaa maji kwenye makazi ya wananchi lakini achilia mbali kuwa na maji mengi kwenye makazi ya wananchi, lakini pia kunakuwa na uharibifu wa miundombinu wa hali ya juu. Mwaka jana mlishuhudia mvua kubwa zile zilivyonyesha ambazo barabara hata za mitaani zilikatika. Kwa sasa bado hatujapata ile changamoto ya maeneo mengi yaliyokatika, lakini hali si nzuri kwenye maeneo mengi kwa sababu usiku mnapata mawasiliano ya simu, napigiwa asubuhi mnapigiwa, mkiwa mnaelezwa jinsi ambavyo maji yamezingira makazi ya wananchi wetu. Kwa hiyo kama baraza tukaona tunajua, hizi tarehe tunaelekea mwishoni mwa msimu wa mvua, lakini tumeazimia tutoke sasa, baada ya siku mbili tatu hizi, tukapite e, madiwani wote tukiwa pamoja, kata moja baada ya nyingine, tukikagua hasa sehemu kubwa miundombinu lakini, pia na maeneo ambayo e, wananchi wameathirika e, na maji ya mvua haya kwa kiwango kikubwa. Tumeazimia tupitie hayo maeneo ili tujue namna gani kwa rasilimali chache tulionayo tuielekeze sehemu gani ambako nguvu zitumike hizo kidogo kwa ajili ya kwenda kuondoa ile changamoto, na ndio maana tukasema twende madiwani wote kwa pamoja pale ambapo tutaridhia eneo fulani la kata fulani inaonekana limeathirika zaidi kuliko maeneo mengine, basi pasiwepo na malumbano ya sisi madiwani kwa kuona kuwa kila mtu, kila diwani kwenye eneo lake anastahili kupata kila ambacho ni rasilimali ndogo ambayo itaenda kutumika kwenye kuondoa hizi changamoto tulizozipata. Kwao tumeridhia kwamba tutakapoona kama kuna kata mbili au tatu au nne kati ya kata tisa ndio inaonekana zimeathirika zaidi, tumeridhia kuwa nguvu hiyo ya kiasi kidogo cha rasilimali tutakayokuwa tumeitenga basi ikatatue hiyo changamoto kwenye hizo kata nne ambazo athari zake zimekuwa kubwa zaidi, na sisi wengine hata tusipopata huo mgao hatuna hoja kwa sababu kuna nafuu ukilinganisha kule kwenye kata zetu na kata ambazo tutakuwa tumezibaini zina uharibifu mkubwa wa mazingira haya ambayo yametokana na mvua nyingi za masika zinavyonyesha. Hilo ndio ambalo pia tumeliridhia na tumepitisha adhimio kwenye baraza kwamba tukafanye hivyo, tukiwa lengo letu ni kwenda kuondoa changamoto kwa wananchi wetu, lakini pia kuwapunguzia kero wananchi pale ambapo tunaweza tukafungua maji kwenye makazi yao yakaweza kutoka. Hilo ndio ambalo tunaenda kulifanya baada ya kikao chetu hiki cha baraza. Muda wa siku moja mbili zijazo mtatuona tutakuwa kwenye mitaa yetu, kwenye kata zetu, kwa ajili ya jukumu hili ambalo tumeliazimia kama baraza. Kikubwa ni washauri, ni washauri madiwani wenzangu, ni, ni washauri halmashauri wa tusitegemee sana kutengeneza barabara kupitia serikali kuu au halmashauri wa wa, kuna wadau ambao tunao tukiwashirikisha watatusaidia, kwa sababu wadau wengi wanataka uwaeleze nini unataka kufanya, na ukienda kueleza nini unataka kufanya, wanakuja kuangalia kile kitu ambacho unachokifanya, na kikiona kinafanyika wanakusaidia. Mimi nilikuwa na washauri halmashauri na madiwani wenzangu, tusisubiri sana serikali kuu itusaidie, tuwaombe wadau waweze kutusaidia ili barabara hizo zinapitika wakati wote, tuwache mambo yote yote yote twendeni tukazi, tuka, tukazibe yale madimbwi kakadi itakavyokuwa, kwa utaratibu wowote barabara ile ipitike. Hakuna namna nyingine yoyote ile ambayo tunaweza kuifanya. Hatuna kauli nyingine yoyote ya kuambia watu kwa sababu sisi ndiyo chama tawala, na sitaki mkurugenzi uende ukachonge barabara hizi zote, hapana ni katika madimbwi ambayo sasa yamejaa maji. Na niwaombe madiwani wako na nawaambia mbele yako mstahiki na mkurugenzi, ikiwezekana kesho au kesho kutwa hawa wapite katika wilaya hii, wenyewe wapite katika wilaya hii wakaangalie ni kata gani imeathirika zaidi. Niwapana dimu kubwa zaidi, baada ya kumwangalia huyu sungura, kukatiana vipande vipande. Hapana, ikibidi apeleke upande mmoja, apeleke hapo hapo, na hao wote wenyewe waridhie. Zipo kata zenye nafuu, lakini ukifuatia utaratibu ni lazima tuzikatie na wao kipande. Kuna sababu gani sasa kukata kipande wakati kuna kata yenye matatizo zaidi? Kwa hivyo hao wapite na niombe taarifa katibu wa madiwani na, naomba taarifa ambayo mtakwenda kukagua dio. Na ikiwapendeza, na mimi niwepo katika msafara wa kwenda kukagua ili tujiridhishe wote kwamba ni kata gani madimbu yake ndiyo tunakwenda kuyashughulikia, kuisaidia manispaa, lakini kuwasaidia wataalamu wetu kwa sababu wale nyie ni madiwani magosi wao kuondosha jambo kupeleka sehemu nyingine akimufia diwani husika. Sasa mimi natoa maelezo kwa nyinyi, tuende tukubaliane kwamba jamani, katika msafara tulikwenda wote, tumeji tumeona kwamba kumbe tatizo liko katika kata hii na kata hii, tena katika madimbu haya, tuyashughulikie katika kile kidogo tulichokuwa nacho.